ya kawaida kauli za kisiasa zinajulikana zina ziko wazi na, na uhaini ni jambo zito kama alivyosema kwa mimi ya amba, yani najaribu kuwaza tu kwamba kuna ushahidi gani ambao wenzetu waliomkamata, kwa sababu mtu hadi anakamatwa labda ana ushahidi, ni hizi kauli za kawaida ambazo tunatoa sasa, sasa, mama, Kangani, Bizi, kama kuna mengine yanayojificha sasa, kama kuna mengine yanayojificha mimi sijui, lakini kama hizi kauli za kisiasa ambazo tukianza ku retrieve kauli za kisiasa za kila kiongozi kuanzia CCM wa Chadema na hivi vyama ambavyo viko active kisiasa, basi tutakuwa wahaini wote kama ni kauli hizo, lakini kama kuna jambo lingine ambalo limejificha mimi sijui, sisi siwezi ku comment on that kinachoendelea kinaweza kikawa kina athari yoyote au ni jambo la kawaida la wanachama ku, kuondoka na waliokuwa viongozi, unalionaje? Nikiwa sehemu ya watu ambao tulijenga taasisi kwa miaka zaidi ya ishirini, mimi sifurahii nikiona kuna mgawanyiko mkubwa. Nilikuambia wakati michakato ya uchaguzi ya ndani inafanyika na observe, of course, naongea nao baadhi vitu, vitu kuna vitu vilikuwa vinafanyika, nilikuwa nasema my god, hivi mnafikiria yeyote akishinda tutatoka salama? Kwa sababu kam ile kampeni yenyewe tu ilikuwa tayari imetengeneza ufa mkubwa. Sasa kwa nini mnaruhusu kutengeneza ufa wakati nyie mnahitajiana No, no reform no election yeah. Hakuna mageuzi ama mabadiliko, hakuna uchaguzi yeah. Kauli ya chama chako naweza ku, kuizungumziaje? Nisingependa kuizungumzia no reform, no election, mimi kama Halima, kwa sababu wa unajua katika chik, kipindi cha miaka mitano nimekuwa pembeni kidogo ya chama, kwa naweza nikatoa maoni nikawa ninajipotosha mwenyewe kwa sababu I was not part and parcel of the process. Ukomo wa viti maalum. Yeah. Vipindi viwili miaka kumi. Yes. Upi mtazamo wako? Mtazamo wangu jimbo linakufanya unakuwa huru kunyanyasiki siki kwa sababu ni jimbo lako watu wako wamekuchagua hivi viti vya kutegemea kikao cha watu kikawaamulie. Unakuta hapo sasa, saa ingine hata sifa ziangalizi, naangalia interest za watu. Alima ni yule yule mpinzani tangu viti maalum, akachaguliwa baadaye akaingia viti maalum tena, au au amebadilika? Mimi ni Alima ninayependa haki na sipendi kuonea, nikionea na najua na nionea, unafikiria kwa sababu, kwa sababu unaweza kanionea kwa tafsiri zako, mimi nitapambana naye mpaka mwisho, ndivyo ndivyo